imekumba asasi ya bunge kwa mara nyingine kufuatia kifo cha ghafla cha mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Mbunge huyo wa chama cha ODM alishambuliwa kwa risasi na wahuni mnamo Jumatatu jioni tarehe 30, mwaka huu 2025, katika barabara ya Ngong, karibu na mzunguko wa hifadhi ya maiti ya City Nairobi, na watu wawili waliokuwa wakisafiri kwa pikipiki akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi katika kaunti ya Nairobi George Seda alisema kiini cha mauaji ya mbunge huyo hakijajulikana mara moja. Bwana Were alikimbizwa hospitalini na dereva wake ambaye alisazwa katika shambulio hilo ambalo limewaacha wabunge wa Kenya kwa mshangao. Duru zinasema kuwa wavamizi hao walikuja wakimfuata mbunge huyo kutoka majengo ya bunge na kumshambulia Ngong Road, eneo ambalo hushuhudia msongamano wa magari nyakati za jioni, haswa siku za kazi, Jumatatu hadi Ijumaa. Were alikuwa ameketi kwenye kiti cha abiria aliposhambuliwa. Mauaji hayo yakihusisha ufyatuaji wa risasi raundi sita, baadhi zikiwa zimemlenga, huku dereva na mlinzi wake hawakupata madhara yoyote. Ndani ya gari lake kulikuwa na baadhi ya nyaraka zake ikiwa ni pamoja na karatasi ya bunge. Maafisa wanasema usahihi ambao risasi zilipigwa unaonyesha kwamba huyu alikuwa ni muuaji mwenye utaalamu wa juu zaidi, baadhi ya wabunge wakisema kuwa hili linaweza kuwa limechochewa kisiasa <tipu>

Uh, uh, uh, uh, from, from yeah. Inasemekana kuwa magaidi hao walivunja kio cha gari lake kwa kukifaa butu kabla kumimini ya kumiminia risasi kwa karibu Bwana Were, ambaye wabunge wenzake walimtambua kama Sir Charles. Alikuwa na hudumu muhula wa pili baada ya kuchaguliwa kwa mara ya kwanza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 kwa tiketi ya ODM. Katika bunge la 13 alikuwa akihudumu kama naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu masuala ya jumuiya ya Afrika Mashariki na maendeleo ya kanda, Wadfa ambao alitunukiwa mwezi Machi mwaka huu 2025 kutokana na uaminifu kwa serikali jumuishi. Aidha, mbunge huyo alikuwa mwanachama wa kamati ya bunge kuhusu uchumi wa majini na unyunyuziaji kabla ya kuchaguliwa kama mbunge mmoja, baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wa Malava Malulu Injendi na aliyekuwa seneta wa Baringo William Cheptumo, wabunge wengi walishangazwa na kifo cha ghafla cha mwenzao waliomtaja kama kiongozi mchapakazi na aliyechangia pakubwa katika shughuli za maendeleo katika eneo bunge lake ililo kaunti ya Homa Bay. Nikiripotia Runinga ya Kongowea, Songombingo la mauaji ya Charles Ong'ondo Were, jina langu ni Michael Sifuna.